Karibu kwa awamu ya pili mpenzi mtazamaji. Mtazamaji alipoulizwa Rais Julius Kambarage Nyerere kwamba siri ya maendeleo ni ipi, alisema hivi, siri ya maendeleo ni vijana wenye siha njema na bongo kali. Mpenzi mtazamaji, siku ya leo nimekuandalia makala safi kabisa, nikiwa na wageni wazuri tu ambao ni marais wa vyuo vikuu na nitawatambulisha moja kwa moja. Kwanzia mkono wangu wa kulia ni naye Kelvin Kamau kutoka chuo kikuu cha Cooperative. Hujambo na karibu. Asante sana, asante. Anayefuata ni Kelvin Kimani kutoka chuo kikuu cha Marist. Hujambo na karibu. Sijambo, asante. Kisha watatu anajulikana kama Henry Mchagi kutoka chuo kikuu cha Kwea. Asante sana, asante na karibu. Kisha wa mwisho ni Alpha Sodoyo kutoka chuo kikuu cha Tangaza. Karibuni naam, marais mnakaribishwa kwenye studio zetu. Taarifa ya saba ya mwisho imekuwa inaongelea kuhusu maswala ya ufisadi, na taarifa hiyo imelenga chuo kikuu cha Nairobi. Japa tuna rais wa Nairobi hapa, tutamwalika siku nyingine, lakini maswala ambayo yanatatiza vyuo vikuu cool, ni yale yale tu na swala la ufisadi. Bwana Kelvin, katika chuo kikuu cha cooperative ni mambo gani ambayo wewe kama kiongozi wa wanafunzi mnaona yanahusishwa na kama ni mambo ya ufisadi? Ah, natumai kuna kuchanganya. Naam, naam, uko huru kabisa. Ah, okay, asante. Now we have a problem in public universities. Sure there is a lot of corruption that is going on, and by so doing it is affecting the academic the academic of most students. Now we have the issue of embezzlement of funds.

bringing an incompetent person to manage an institution of that magnitude. It's not possible, it's not practical and it will end up uh, going down as such universities we are seeing right now now for private universities, it's a bit good I may not talk about them because sure. I'm not well aware, but for public universities it is a mess It is not looking good Yeah. Um, Henry Mchage, as a student leader how do you approach this issue about corruption Um, Asante Sana It is unfortunate kuona kwamba katika vyuo vikuu sasa tumepeleka ufisadi huko. It is very unfortunate and mimi kama kiongozi kijana na nashabikia mabadiliko kutoka uh, au viongozi ambao tunaona sasa wamekuwa kwa muda mrefu sana hawa wamekuwa wakishambikia um, ufisadi na ubinafsi. For now we want a change. Na vijana ndio wataongoza huu um, mwelekeo wa kupigana na ufisadi. Mimi kama kijana I'm trying my best to be a good role model. I engage young people um, in seminars um, I visit uh, different high schools because i want to champion, to be among those who will champion um, accountability and good governance. Kwa sababu shinda kubwa sana na, tumeona sasa chuo kikuu cha Nairobi kimekuwa na sifa kwa miaka mingi. Sasa hivi kimeanza kuingia uh, katika lindi la ku um, uh, kuisha. Huh? So um, for me I believe as young people we have a challenge here. Naam nikikata tu. Hmm. Wakati tunazungumzia masuala ya ufisadi, watu wengi wanadhania kwamba ni mambo tuna fedha au viongozi wakuu. Lakini kwa, kuna ufisadi mdogo tu ambao unaendelea chini ya wanafunzi kwenye vyuo kwenye vyuo vikuu, kwa mfano kama vile kununua mtihani, mambo kama yanafanyika, Kelvin? Ni kweli ndugu yangu, naam. uh, ninaamini ya kwamba uh, uh, ufisadi unaanza pale chini kweli. uh, sisi kama vijana sisi wadogo wadogo uh, unakuta pale shuleni nina, nina mrafiki yangu mwalimu pale hmm. Uh, nina sijasomea na kuta umhula sijaweza kusoma vizuri hmm. So nitaweza nita, naenda na nena na ule mwalimu nampa kitu kidogo hmm. Na ataweza kunipa ule mtihani ama na kama kiongozi kabla, wa wanafunzi, unafanya yeah. lipi kuzuia mambo kama haya? yani, kama kiongozi wa wanafunzi uh, ninajaribu kuwa le, Kiswahili ni kigumu kidogo. But As a leader in yeah. the campus in yeah. my campus there I've tried to kind of create awareness sure. and uh, letting my students to prepare as early as possible sure. to not to come and uh, be able lack like, to face or uh, they are not able to face or able to work or able to cope or able to deal with exams. Sure. uh, because this is kind of uh, one thing that is re leading to corruption no. Yeah. you see like i'm trying to advocate that students don't miss, miss in class. Sure. Because this is one thing that is leading to students uh, uh, corruption so i'm trying to advocate that how how, how we can have our students uh, attend full time in class so that they will be able to handle exams naam, naam. Alfas Odoyo no. kuna tatizo la matumizi ya mihadarati kwenye vyuo vikuu mihadarati, au sio? Naam, kama kiongozi wa wanafunzi, na wajua kwamba jamii inatazamia sana nyinyi kama viongozi wa siku zijazo, sama viongozi wa kesho, na jamii inatarajia kwamba tutakuwa na kile ambacho tunaita zero tolerance to drug abuse, maanake madhara yake ni mabaya mno. Wewe kama kiongozi, ni mambo gani ambayo umeweka, mikakati gani ambayo umeweka kubaini kujua kwamba mwanafunzi huyu huenda kawa anatumia madawa ya kulevya ama madawa ya kulevya naweza kuwa yanaingia kupitia njia hii na ile, na mnakabilianaje na mambo kama yale? Asante ah, sana. Kusema ukweli, mtumiaji tum, um, wa dawa ya kulevya inaendelea katika vyuo vikuu, na kama kiongozi kwa kweli nimewahi kutazama, nimewahi kuyaona, na mkakati ambao nimeweka kama kiongozi tangu niingie uongozini ni kuwa ninayazungumzia uwazi Hakuna kunyamaza. Nikiona uh, mwanafunzi anatumia dawa za kulevya. Sasa hiyo ndio harakati ya kwanza ambayo nimeweka. Ya pili, tumekuja pia na vikundi mbalimbali ambayo tunaalika katika chuo, ambayo pia naweza kuzungumzia kuhusu madhara uh, uh, ya dawa za kulevya okay. Na wale ambao tumewajua huwa tunawaita, na tunawapea onyo kuwa unahatarisha maisha yako okay. Na kwa kweli wengi wamekuja hata kwa ofisi, wamesema nilikuwa nimepotea madawa za kulevya ilikuwa nimaliza lakini kwa sababu uh, uh, makundi mbalimbali wamekuja wakaongea na sisi, tutarudia tena no. Naam na, kuna hili swala la teknolojia namtani, ruhusu manake muda umenibana kweli, na kuna hoja za haja ambazo tunafaa tuzijadili. Kuna hili swala la teknolojia Kelvin. Teknolojia kwa sasa imekuja kabisa, na watu wengi ambao wanatumia teknolojia ni vijana, vijana ambao wako kwenye vyuo vikuu wale ambao wametoka na wale ambao wanaingia. Kama kijana hapa nchini, umelewa jinsi ambavyo vijana wanatumia teknolojia, hawajakuwa na uhusiano mzuri na viongozi wa taifa, wamekuwa wanatumia teknolojia kuwa kuwatusi, mambo kama yale. Kama kiongozi wa vijana, ungependa, unaweza kuwashauri aje wanafunzi wengine kusudi kwamba watumie teknolojia vizuri kueneza amani na mshikamano wa jamii?

Kijana kinja, juzi karibu anafungwa miaka kumi, lakini yeah, think aliokolewa na certain lawyers kwa sababu ya kumtusi rais na yeah, kuweka picha ambazo zisizofaa pale. In as much as we are not happy with the current regime, I believe there are other ways to sort this thing out without going that way. Sure. Na inafikiria technology I, I, I is good and, and and, we say that you cannot stop an ideas whose time has come

So, utapata hadi, utagraduate ndio after those four years or six years, depending on the course you are doing, but the integrity of your degree is not yet guaranteed. Ukiingia pale market price, utapata umeajiriwa in a certain company, but you cannot deliver. Utapata unalipwa mshahara, lakini ule mshahara, huwezi fanya ile kazi ambayo inafanya ulipwe ule mshahara. So we are compromising on the integrity of our degree and also tunaharibu maisha yetu yote because zile vitu ambazo unapost on your social media, kweli social media page ni yako, lakini zile, zile vitu ambazo unapost pale zitakuandama huko baadaye, baadae pata zinaenda zinapoliwa out. Na mpacha wako Kelvin. Kelvin mwingine pia yuko hapa nam Kelvin. Vijana wengine ni wabunifu kweli kweli, wanatumia teknolojia vizuri kwa ajili ya kujiajiri na kuajiri watu wengine mna mpango gani wa kutumia teknolojia ili kwamba wakati huu ambapo kuna matatizo ya ajira kwa vijana, unawezaje kutumia teknolojia baada ya kutoka shuleni, ili kwamba ikupe riziki yako na vilevile vile pia uajiri watu wengine? Kama kiongozi wa vijana, mna mna mpango gani ya kutumia teknolojia kwa uzuri? Asante uh, sana. Mwanzo niseme teknolojia ni daraja kubwa sana la maendeleo katika nchi yetu ya, ya Kenya Uh, mimi kama kiongozi wa vijana uh, tuna mifumo ya kiteknolojia kama vile TikTok uh, kuna digital ajira kwa vijana uh, ningependa like, ninapenda kuwajulisha wa vijana wenzangu ya kwamba uh, mifumo hii ya kiteknolojia kite Okay. ni, ni, ni ya maana sana ukiwa na talanta pale ukiwa na kazi tofauti tofauti, pale ndio pile unaweza kujiuza wewe kama mwananchi wa Kenya, we kama mwanabiashara, wewe ukiwa kama kijana pale, ndio unaweza kujiuza kwenye watu wale wengine na kuweka bidhaa zako pale kwenye teknolojia, ili ukaweza kuwaleta watu tofauti tofauti katika biashara yako. yeah, yeah. Na Henry, kuna ile swala la usalama wanafunzi kwenye vyuo vikuu Naam, wewe kama emeritus umeona mambo mengi kweli, ni swala gani, ni mbinu gani ambazo mnatumia kama viongozi wa wanafunzi kwenye vyuo vikuu kuhakikisha kwamba usalama wa wenzenu uwe imara kabisa, manake mara kwa mara tunatangaza kwenye vyombo vya habari ya kwamba mwanafunzi fulani alikuwa amepotea, amefariki, mwanafunzi fulani amepatikana mahali fulani mbali kabisa na chuo ambacho anasomea. Ni mikakati gani ambazo umekuwa mkitumia kama kiongozi wa wanafunzi? ni kweli usalama ni jambo la maana sana. Actually, the first instinct ya mbinadamu yoyote yule ni um, self preservation um. Katika vyuo vikuu tumeona janga la upotofu wa usalama um. Juzi tuliona mwanafunzi ameuawa kwa kwenye tanki huko um, uh, MMU. Very disturbing, eh? Yeah. Um, lakini um, sisi tumehimiza sana um, ule mfumo ambao uh, serikali ilitoa 2014 kwamba every institution should have CCTVs. Tumehakikisha kwamba katika chuo chetu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki kina CCTVs za kutosha. Pia um, ningeimiza kwamba washikadau wote um, kwa mfano viongozi um, um, um, wale wakuu wa shule uh, washirikiane uh, tuhakikisha kwamba pia kuna taa Yeah, street rights. Okay. Maeneo ambayo wanafunzi wanaishi ni vizuri sana um, uh, tukihakikisha kwamba kuna usalama katika maeneo uh, ambayo tunasoma, kwa sababu at the moment um, we ensure there is a good um, uh, security we create we, um, a good environment for learning. Kwa um, hivyo mimi nawahimiza washikadau wote tuendelee kushirikiana. Pia nawahimiza vijana pia wana jukumu la kujikinga yeah. um, everyone is responsible, um, for themselves. Uh, siku hizi lakini pia ni vijana pia tukue uh, our brother's keeper kwamba kila wakati ni vyema um, kujulia wenzako hali na kujua um, um, wanaishi vipi, kwa sababu um, usalama umepotea um, um, um, kwa njia nyingi. Tunaona wengine pia wakipoteza maisha, maisha kwa sababu wanaenda kwa vita, wanabet. Kuna mambo mengi sana ambayo vijana wanafanya ambayo inahatarisha maisha yao. So, kwa hivyo wajichunge, sisi tuchungane, sisi wote na pia uh, washikadau wote wafanye ndile ambalo wanafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba uh, the, uh, the right environment ya masomo uh, inapatikana. Naam, Alfas. Kuna ile swala la tabia ya nchi ama ukipenda climate, climate change. Naam. Na tabia ya nchi imesababisha athari mingi tu juzi tunaona mafuriko na hapa na pale jua, jua, jua na vile uh, joto linapanda kabisa. Kama kiongozi wa wanafunzi mnafanya jambo lipi kutatua tatizo la tabia ya nchi ikiwemo pia uh, kutunza mazingira? Kusema kweli, tatizo la tabia la nchi uh, ni kitu ambayo inaonekana wazi kweli na kama kiongozi wa vijana katika uh, chuo kikuu cha Tangaza uh, nimejaribu kutia manani yale ambayo yanatakikana. Kwa mfano hakuna throwing of litters anyhow, tumekuja na bins ambayo unaweza kupata kama ni plastic bottle huwa zinawekwa hapo, na isitoshe pia tuko na mafunzo mbalimbali mbali. ha uh, tunaita some organizations ambayo wanaleta semina na wanafunzi tunahakikisha wamehudhuria na izitoshe uh, pia tunahakikisha kuwa tumepanda mti kwa mfano uh, just a month ago wanafunzi zaidi ya mia moja walienda kule uh, uh, kis, uh, Kiserian kwenda tu kupanda miti kwa sababu wanasema o, tukipanda miti leo, then miaka kumi inayo ijayo dunia itakuwa ni tofauti, nchi itakuwa ni tofauti, Kenya itakuwa ni tofauti. So kuchukua responsibility ni jambo moja ambayo nimehakikisha mwanafunzi ambaye anatoka Tangaza anaendeleza kweli, na hilo nitakuwa ni kitu ambayo nitajivunia nayo kama kiongozi, kwa sababu kila mtu is aware. And I'm also aware. Safi kabisa yeah. Naam, Kelvin, tukirejea kwako, juzi kanisa limepata mchungaji ambaye ni Papa Leo wa kumi na nne. Kama kijana kiongozi wa wanafunzi <laughs> pamoja na wanafunzi wengine mlichukuliaje uji wa papa mtakatifu na matarajio yenu ni yapi kama vijana? Asante uh, sana mwelekezi wetu Alan no. Uh, jambo la papa mtakatifu nilichukulia ni kwa furaha, maanake ni jambo la kihistoria kuwa na papa wa kwanza kutoka Marekani. Uh, ninaona hili ni jambo la kwamba kanisa limefungua milango kwenye sauti ya tofauti kwenye nchi tofauti duniani. Aa, na natumai ya kwamba ama maoni, matumaini yangu kwenye papa ni kwamba kama kijana atajali maslahi ya vijana wadogo na maadili ata, ata, ata, ata, ata, atafuatilia, atatushikilia sisi kama vijana ili tuweze kufika mahali wengine wamefika tukisalia tu katika masuala ya kanisa kama kijana Henry, uh, kwa maoni yako unadhania kwamba kanisa linatoa mchango upi kwa masuala ya vijana pamoja na uongozi wa taifa? Asante sana nizamie hapo. Niliupokea ujio wa Papa Leo wa kumi uh, na nne kwa furaha na matumaini makubwa. Um, unajua katika kanisa tunajua yeye sasa ndiye lile jiwe Petro mwenyewe Pele, ha, ambapo kanisa limejengwa, na um, tuna matumaini makubwa sana kama vijana kwamba yeye uh, ataendeleza uh, haki, kuhakikisha kwamba anatetea haki za vijana na kuhakikisha kwamba analiongoza uh, um, uh, kanisa kwa um, imani, kwa ujasiri na pia unyenyekevu kama ule tuliona mtangulizi wake Papa Francisco akiwa nao um, kanisa, um limechangia pakubwa katika um, kulea vijana katika imani kiroho um, na pia linatusaidia sana, kwa sababu linatetea zile hoja ambazo tumekuwa tukisema um, katika uh, kutoa mwelekeo mpya wa kitaifa. Tuliona juzi Askofu Maria Wainaina wa, wa uh, jimbo la Murang'a akikataa pesa za, za um, uh, Uh, MCA akawambia hizi um, pesa Let's take that money to the most vulnerable. Let's take this money to the most needy. Na akawaelekeza wapeleke katika shule ya walemavu pale Kirugoya hmm. And, um, tunashukuru sana tuliona pia KCCB wame, uh, wamekuwa kila wakati wakiitisha mikutano na wanaeleza um, serikali namna ya ku, um, ku include vijana na pia kuhakikisha kwamba The, uh, giving, um, uh, good governance, they are ensuring that there is good governance. Na tunashukuru sana. Um, uh, uh, ningependa kuhimiza kwamba tuendelee kulea vijana kiroho ki, tuendelee kufanya seminars kuhamasisha kwamba ni vizuri kuwa na imani, na nina imani ni na kwamba um, tukiendelea namna hiyo, kanisa itajenga uh, maadili ya vijana kwa kina kirefu sana, na tutahakikisha kwamba jamii yetu na vijana pia wanachangia vizuri Uh, um, katika jamii kuhakikisha kwamba kuna amani, kuna upendo na kuna utangamano wa kila, kila uh, mtu katika jamii. Kweli. Katika usemi wa mwisho wakati tunatamatisha makala haya ya Kelvin. Naam. No. Kama kijana ni nini ambacho unaweza jivunia kutokana na uongozi na utawala uliopo wa serikali hii? Uh, sorry, and for this reason, sitaki kuwa biased lakini ukiangalia no. mambo ambayo Rais William Ruto amefanya ambayo mengine ni mazuri no. yanakuwa overshadowed na the negativity side of it kwa no. mfano ukaangalia ukaangalia the issue of hustler fund no. it is a very great policy and in fact someone said that in Kenya we are one of the best policy shapers and movers but we are bad and terrible at implementation because if we look at the project how it was implemented no. Haikuwa vile ambavyo ilistahili kuwa implemented. Yes, it is a good policy lakini vile ambavyo imekuwa implemented haifai kabisa. Uh -huh. Pia kaangalia kuna vitu kama ya CBC. Uh -huh. Na uu mswala mpya wa masomo ulikuja na Rais mstaafu Kale, Uhuru Kenyatta, lakini pia Ruto saa hii anafaa kuwa anaweka policies ambazo zinaweza ku

But the implementation side of it those guys are rating him down. Naam, kwa dakika moja. Malekezo yangu ananiambia muda umekwisha kabisa. Kwa dakika moja tu ama sekunde thelathini hivi. Ana nia mwisho. Um, nitatarajia tu kitu kimoja ambayo mwenzangu um, amezungumzia. Uh, kwa kweli juzi juzi siku mbili iliyopita alikuwa anazungumza na mtu kijana mwingine kutoka maeneo hapa tu nchini. Naam. Alikuwa ananiambia, mm -hmm, kuna polisi ambazo zimeweka hapa Kenya ambazo zina, zinafanya kazi. Kwa mfano, okay, sha alikuwa na shemeji wake ambaye alikuwa mgonjwa. Alipolazwa hospitalini pesa ilikuwa nyingi kuelekea nusu milioni, lakini isingekuwa ni sha then saa zingine shemeji yake angeaga. So hapo naye naweza kupongeza uh, rais wetu Ruto that alifikiria akaona akiweka sha, kwa njia moja nyingine mwananchi wa kawaida anaweza kusaidika. Na sio hivyo tu. Swala la CBE saa hizi ni sio CBC ni CBE hmm, imeleta ubunifu wanafunzi wachache katika kuchekechea, you know, pre-unit. wabunifu mno. Kweli. Na mshukuru asante. Kwa sekunde kumi na tano, manake kwele Asante sana um, mimi kama kijana ningependa ni um, kuwahimiza vijana wenzangu tuwe wabunifu. Hmm, uh, tumeona kwamba uh, zaidi ya vijana milioni nne uh, katika nchi uh, hawana uh, uh, kazi ningemiza okay, vijana kwamba um, tuwe wabunifu sasa, tusielekee sana katika kutafuta kazi sasa tuwe uh, wajengaji ajira kwa wenzetu, and then I also want to um, welcome each and every Kenyan to the best university in Eastern and Central Africa, south of Sahara and north of River Limpopo, the Catholic <laughs> University of Eastern Africa <laughs> Kalea. That is the best university for each and everyone. Asanteni sana. Okay, asante uh, sana kakangu. Uh, jambo langu la, la mwisho ni kualika wasikilizaji wa wote wa Capuchin TV, eh, pale shule ya Marist International University okay. Ndugu yangu amesema kwa is one of the best but uh, <laughs> being in an international university is one of the best university <laughs> wanapigia debe shule zao, kisha Cooperative University. Na mtazamaji, muda wangu umeisha, mwelekezi wangu wakipinda niambie kweli kabisa, muda umetamatika kwa sekunde kumi. Ndugu yangu, jambo la mwisho. Thank you so much for having us here. And as young people, let us embrace leadership. Let us make sure that wherever you are, you are leaving a mark. Usienda mahali then ukatoka ukapacha vile ambavyo ulipapata. Make sure wherever you are, you go there you, you own the place and leave a mark there. Asante sana, kwanzia mkono wangu kulia nimekuwa naye Kelvin Kamau chuo kikuu cha Cooperative, kisha Kelvin Kimani chuo kikuu cha Marist, kisha Henry Mchangi chuo kikuu cha Kwea na kumalizia amekuwa ni Alphas Odoyo chuo kikuu cha Tangaza. Asanteni kwa kufanya kupata nafasi na kuwa pamoja nami katika mjadala huu mzuri kabisa wa utawala na uongozi mwema. Na mpenzi mtazamaji, tumefika tamati mwa taarifa zetu za habari. Mwenzangu wa lugha ya ishara amekuwa Ken Mwangi. Jina langu ni Alan Andivana, uwe na usiku mwema.